Mheshimiwa sana baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha Isaac Amani, waheshimiwa wazazi wangu baba na mama, pamoja na wale wote waliochukua jukumu la wazazi kutoka nchi mbalimbali zilizopita, ikiwepo nchi ya Ghana, Kenya, Argentina, Bolivia, Paraguay na Brazil, Mheshimiwa Padre William Owire Odeke kwa shirika la neno la Mungu kanda ya Afrika Mashariki, pamoja na kamati yako tendaji, waheshimiwa wakuu mashirika yote ya kitawa ya kike na kiume mliopo hapa siku hii ya leo, waheshimiwa wawakilishi wa mashirika mbalimbali mbali, maparoko mawakili, paroko, mashemasi, mafrateri na watumishi wote mliosaidia katika ibada hii wanakamati tendaji wanaparokia ta wote wakike na wakiume wakristo wote mliotoka sehemu mbalimbali nchini na nje ya nchi wote na wote nilio sahau kuwataja, tifaki ikizingatiwa, tumsifuni Yesu Kristo, yeah. Nilisimama mbele yenu leo, moyo umenijaa furaha na shukurani kwa makuu Mungu aliyoyafanya katika maisha yangu toka kuzaliwa kwangu mpaka siku hii ya leo. Hivyo basi nakiri katika imani yangu na kuamini pamoja na mzaburi mia moja na kumi na nane aya ishirini na nne haya asemavyo: siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kufurahia. Siku hii ya leo inaendelea kuwa kwangu ushuhuda wa pekee na mkubwa wa neema ya Mungu, upendo na huruma yake kwangu na kwenu wote mlionifahamu na mlioshuhudia tukio hili kubwa la zawadi ya wito uliotoka kati yenu kwa ajili ya kanisa lake hapa duniani. Siku ya leo naungana na, na Mtakatifu Agostino katika maneno yake aliposema Umetuumba kwa ajili yako e Bwana, na mioyo yetu haitapata pumziko hadi ipumzike kwako. Hivyo, ningependa pamoja nanyi kumshukuru Mungu Mwenyezi kwa kunichagua katika wito huu mtakatifu, na kushukuru pia kila mmoja wenu aliyeweza kufanya siku hii ya leo kama ilivyo. Na katika hao ningependa kwenda kama ifuatavyo.

utu wao kwa ushiriki wao na Mungu katika tendo la umbaji, na ndugu jamaa na marafiki. Kupitia wao Mungu amekuwa akinionyesha mkono wake wa upendo na huruma, na hilo linathibitishwa, kwani siku ya leo kaniruhusu na amependa niwe hai miongoni mwa watumishi wake, ili nami na niweze kuonyesha huruma yake na upendo wake katika kulitumikia kanisa lake takatifu. Kama alivyotangulia kusema padre kabla ya ibada nil, na askofu pia, nilikuwa ni kupadrishwa tarehe 11 mwezi wa saba, ila mapenzi ya Mungu hayakuwa kama tulivyokuwa tumepanga sisi. Mapenzi ya Mungu yalikuwa nipadrishwe siku hii ya leo, na kote nilikopita kuanzia ile tarehe 11, kuanzia kipindi kile mpaka kipindi hiki na pita, na yeye tu, kama sio yeye na bila nisingekuwepo Injili ya Luka aya ya 17 mstari wa 11 hadi wa kumi na tisa. Yesu ali, aliuliza je, Ye, hawakutakaswa wote kumi? Wako wapi wale wengine tisa? Kwa kusema hayo, ningependa kwa namna ya pekee kumshukuru Baba Askofu Isaac Amani, ambapo ni kwa mikono yake mtoka mafuta huyu basi nami nimeweza kuwekwa siku ya leo miongoni mwa mitume wa Mungu. Baba Askofu, nashukuru sana kwa baraka zako na ukubali wako wa kunipadrisha peke yangu siku ya leo baada ya dharura iliyonitoa kwenye kundi la ambao ni mapadri wenzangu wa leo uliniwekea ulio ulio wawekea mikono yako mwezi wa saba. Mungu akubariki sana Baba Askofu. Ingekuwa sio hivyo, wakati amepewa habari ya tulilonikuta angesema tu tumwache mpaka mwaka ujao, sasa hivi sinda tena ratiba ya kupadirisha kwenye jimbo langu, tumwache mpaka mwaka ujao. Ila alikubali kwamba nipadirishwe mwezi wa tisa. Nashukuru sana baba Rogers aliwahi kusema demos gracias

wa kusema hayo ningependa kutambua na kushukuru kwa namna ya pekee wana SVD wote ndugu zangu wote wa SVD waliotembea nami kutoka mwaka wa elfu mbili na kumi mpaka sasa. Napenda kutambua kwa namna ya pekee alikuwa mkurugenzi wa miito Father Justus Rotuku ambaye aliweza kutembelea familia na kunikubali pia ku, kuingia katika shirika la neno la Mungu. Walezi wote niliopitia mikononi mwao katika nchi ya Kenya, nchi ya Ghana na Argentina, wenzangu wote wanaofanya utume katika nchi mbalimbali duniani, marafiki wa shirika letu kutoka nchi ya Kenya, watawa wote wa mashirika mbalimbali bila kusahau wale walioshindwa kufika ambao wanafuatilia pia ibada hii ya leo kutokana na utume maalum, na viongozi wote wa kiroho mlioniongoza katika safari yangu yote, mlio mlioyafanya ilikuwa kulinda bustani, na leo mnaona matokeo yake ya kazi mliyoifanya. Mungu awabariki na endelee kuwafanya watunzaji wema wa bustani zake.

wengine kati ya makundi yanayowajibika na kujitolea kikamilifu kwa manufaa ya wote au wengi. Ni shukrani kwa msaada na kwa msaada na kujitolea, tumefikia, na kujitolea tumefika mbali. Kwa kusema hayo, kwa kusema nukuu hiyo ya anonimu, ningependa sasa kushukuru kamati zote zilizohusika katika maandalizi ya siku kubwa hii ya leo, kama hati tendaji ya Burka, baba paroko kwanza, pia kwa kuruhusu kwa sababu angeweza kusema tu mimi sipendi upadiso fanyike katika parokia hii, chagueni parokia nyingine yoyote, lakini sio parokia hii ya Burka. Kwa ningependa kumshukuru kwa namna ya pekee sana baba paroko Padre pandishaji kamati ya maandalizi ya liturjia, mapadri wote ambao wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba siku ya leo inaonekana kama ilivyoonekana. Kamati ya mapokezi, kamati ya mapambo ya kanisa, kamati ya usalama na ulinzi, kamati ya chakula na vinywaji, kamati ya mawasiliano nazo kamati nyingine ambazo kwa kipindi kirefu wamekuwa wakifanya kazi pamoja wakijitolea kikamilifu kuhakikisha siku ya leo imekuwa kama ilivyo. Nawashukuru wanakwaya na watoto wa kipapa, wamekuwa wakiimba, wamekuwa wakicheza, wamekuwa wakijifunza, wamekuwa kipindi kirefu, wamefanya kazi nzuri. Nawashukuru sana siku zote na nitawakumbuka katika sala zangu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana katika kila kila mnachofanya kwa ajili ya kanisa lake. Ningependa mm. pia kwa namna ya pekee kuwashukuru wote mliofika hapa siku ya leo hasa wale ambao sijakumbuka kuwataja. Sijapenda kusahau mtu yeyote, labda tu kwa sababu ya furaha na nini na nini nimesahau kuwataja majina yao au kutaja nafasi yenu. Ninawashukuru sana, mnisamehe kwana sijafanya hivyo kwa makusudi. Natambua pia ninyi mmefanya siku ya siku yangu kuwa kubwa. Msingekuwepo basi furaha hii ingeishia kuwa ya namna nyingine.

Nawaomba kwa unyenyekevu mwendelee kuiombea katika safari hii ninayoendelea nayo, ili popote nitakapokuwepo niwe balozi wa amani, ili atimie maneno aliyosema Mtakatifu Fransisko wa Asisi: Bwana, nifanye chombo cha amani yako.